Jeshi la Polisi mkoa wa Mwanza limeendelea kuimarisha hali ya ulinzi na usalama katika mkoa wa Mwanza, especially katika viunga vyake vyote. Aidha, kwa ujumla hali ya mkoa wa Mwanza ni shwari, wananchi wanaendelea kufanya shughuli zao za kutafutia kipato halali bila hofu wala wasiwasi wowote wasi ndugu waandishi wa habari, jeshi Jeshi la Polisi mkoa wa Mwanza linapenda kutoa ufafanuzi kwa umma juu ya taarifa iliyosambaa katika mitandao ya kijamii ikimhusisha mchungaji asiyefahamika jina wala anwani yake ya makazi akitumiwa kukamatwa na jeshi la polisi mkoa wa Mwanza kwa tuhuma za kuwapa ujauzito waumini wake na kisha kuwatelekeza. Aidha, mnamo tarehe tatu mwezi wa tatu 25 majira 69, 23, 23, 23, 24, 24, 24, 25, ya saa 9 za jioni kwenye mitandao ya kijamii ilionekana picha mnato ikiwaonyesha wanawake mbalimbali wajawazito wakiwa na mwanamume mmoja aliyesadikiwa kuwa ni mchungaji wa waumini hao na amekamatwa jeshi la polisi mkoa wa Mwanza kwa kosa la kuwapa ujauzito waumini wake. Mara baada ya taarifa hizo, jeshi la polisi mkoa wa Mwanza lilianza ufuatiliaji wa kina juu ya tukio hilo, kwa kuzungumza na mmoja wa waandishi wa habari, ndugu Dickson Luta, miaka 28, mwandishi wa habari kutoka miradi mkoa wa Mwanza, mkazi wa Bugando, kata ya Igogo, wilaya ya Nyamagana, ambapo walikanusha kuwepo kwa habari hiyo katika chombo chao cha habari na kuthibitisha kuwa picha inayoonekana katika ukurasa huo haijachapishwa na taasisi yao, hivyo hawajibiki na kuwataka wananchi kupuuza taarifa hiyo. Kwa maana hiyo basi, Jeshi la Polisi mkoa wa Mwanza linapenda kutoa rai kwa wote wanaofanya mambo ya kuigiza kwa kuandika taarifa ambazo zisizo za ukweli kwa lengo la kutia hofu kwa wananchi, waache mara moja, vinginevyo hatua kali za kisheria zitachukuliwa dhidi yao. Aidha, ndugu waandishi wa habari, ipo tena tukio lingine ambalo of course sio tukio, ni swala la kutoa shukrani. Mnamo tarehe tatu mwezi wa tatu 2025 majira saa 12 na nusu za jioni, katika mtaa wa Mkolani wilaya ya Nyamagana, mtu mmoja aitwaye Chacha Daniel Magoigwa, miaka 55, ni mwenyekiti wa CCM kata Igogo, wilaya ya Nyamagana, alishukuru jeshi la polisi na kulipongeza jeshi la polisi kwa kufanikisha kupatikana kwa mtoto wake aitwaye Innocent Kamugumbi Chacha, miaka 12, mwanafunzi wa shule ya msingi Bama aliyotoweka nyumbani kwao tarehe 3 mwezi wa 3 2025 majira ya asubuhi. Eidha, baada ya ufuatiliaji, nimeona kwamba mwanafunzi huyo hakuwa amepotea, bali alikuwa ametoroka kipindi shuleni na kwenda kusikojulikana, lakini baadaye alipatikana akiwa mzima wa afya na kurudisha katika familia yake na anaendelea na masomo kama kawaida. Nitoe rai right, tena kwa wananchi wanapoona jambo lolote linalotokea ambalo sio la kawaida kwa mtoto yeyote, wasite kutoa taarifa jeshi la polisi kwa ajili ya ufuatiliaji ili kuondoa hofu lakini pia kufanya wepesi wa upatikanaji wa hao wanaopotea au kwenda kusikojulikana.